Iran imekuwa ikiimarisha jengo la chini ya ardhi karibu na moja ya vituo vyake vya nyuklia, kulingana na uchambuzi wa picha mpya za satelaiti. Shughuli hii inajiri wakati ambapo mvutano umeongezeka huku mazungumzo kati ya maafisa wa Iran na Marekani yakiendelea, huku Rais Donald Trump akitishia hatua mpya za kijeshi dhidi ya Iran ikiwa haitakubali makubaliano mapya kuhusu mpango wake wa nyuklia. Picha hizo zilizochambuliwa kwa mara ya kwanza na Taasisi ya Sayansi na Usalama wa Kimataifa, taasisi ya wasomi yenye makao yake makuu nchini Marekani, zinaonyesha milango ya mifereji ikiimarishwa katika Mlima Kolag Gazla, pia unajulikana kama Pickaxe Mountain. Wataalamu wanasema kituo hiki kinaweza kuwa kimeundwa kulinda shughuli za kurutubisha uranium ya Iran au vifaa muhimu lakini madhumuni yake kamili na ikiwa inafanya kazi bado haijulikani wazi. Iran inasisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani kabisa na inakanusha kuwa inatafuta kutengeneza silaha za nyuklia . Hata hivyo, Trump alisema Iran ilikuwa imebakiza mwezi mmoja kabla ya kuwa na silaha za nyuklia mnamo Juni ishirini ishirini na tano wakati aliamuru mashambulizi kwenye maeneo matatu ya nyuklia chini ya ardhi ambapo centrifuges zilikuwa zikitumika kuzalisha uranium iliyorutubishwa sana wakati wa vita ya siku kumi na mbili kati ya Israeli na Iran mwaka jana. Trump alisema mashambulizi hayo yamefuta uwezo wa Iran kurutubisha, lakini maafisa wa Iran walikuwa wakifikiria kuanzisha kituo kipya. Mlima wa Peak Axe haukuwa mojawapo ya maeneo yaliyoshambuliwa katika mashambulizi ya anga ya Marekani na Israeli mnamo Juni 2025. Lakini kituo cha nyuklia cha Natanz kilichoko takribani kilomita mbili kaskazini kilipigwa. Picha ya satellite kutoka tarehe kumi Februari inaonyesha kile kinachoonekana kwa saruji safi iliyowekwa juu ya mojawapo ya maeneo ya kuingilia kwenye mlima wa Pickaxe. Hii ni TMC News Updates kimataifa. Mimi ni Jack Masawe, endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, kuleki, kukomenti pamoja na kushare ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.